Maswali nane ya kujiuliza kwa kampuni inayoamua kutumia content marketing kufikia malengo yake. Swali la kwanza, jiulize kampuni yako ina bidhaa au huduma gani? Lakini swali la pili, bidhaa au huduma hizo zinaleta utatuzi wa namna gani kwa walengwa wako au soko lako? Lakini la tatu, ni jinsi gani wateja wanatumia bidhaa au huduma yako kwamba ni rahisi au kuna complexity na kadhalika. Lakini vile vile pia, swali la nne, wateja wako wanahitaji kujua ni kwenye matumizi ya bidhaa au huduma yako hasa, yani wanataka kujua nini hasa, wanatakiwa ufahamu, wana desire ya kuweza kujua nini kwenye matumizi ya bidhaa au huduma yako. Lakini swali la tano, wateja wanapata faida gani zaidi ya utatuzi wa bidhaa au huduma yako? Ye, kuna kitu cha ziada ambacho wanachokipata zile after sales nini na kadhalika, lakini swala sita ni jinsi gani wateja wanatafuta taarifa kuhusu bidhaa au huduma yako mtandaoni? Je, inakuwa ni rahisi zaidi au inakuwa kwa ugumu namna ambavyo wanatafuta taarifa kuhusu bidhaa au huduma yako? Lakini swala saba, nini inaweza ikawa sababu iza ya kihisia au ya kimantiki kwa kuwafanya walengo wako kununua bidhaa au huduma yako kirahisi zaidi. Lakini swali la nane na la mwisho ni jinsi gani wateja wako wanaweza kununua bidhaa au huduma yako? Umeweka zile tunasema, distribution au payment channel, umeweka ni rahisi zaidi au umeweka kwa ugumu zaidi watu wakuweza kushindwa kuweza kuhakikisha kwamba wanapata bidhaa au huduma yako? So haya ni maswali nane ambayo yatakuweza kusaidia kwa kampuni yako au kama wewe ni mjasiriamali kutumia content marketing kama njia ya kuweza kufanikiwa malengo yako ya kibiashara. Ni mimi rafiki wa ustawi wa, wa biashara yako Augustino Fulgence mtaalamu wa mauzo, masoko na mikakati bunifu kutoka maabara ya biashara.